Yes, wali gani mtazamaji wa Minobongo. Karibu sana kwa mara nyingine. Na kushukuru sana kwa kuendelea kukumbatia Minobongo. Asante kwa ambao ume follow kupitia platform za Instagram pamoja na Facebook. Lakini vile vile tunakushukuru vilevile tunakushukuru ambao umesubscribe YouTube channel yetu. Majina yangu mimi naitwa Treasure. Ukitaka unaweza kuniita Mr. Mino. Leo nina exclusive interview na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Item Actress. Nadhani katika pitapita zako kwenye mitandao ya TikTok na Instagram yawezekana ulikutana na hii video. Jamani, nimejitolea anataka kuja kunioa, anioe bure, mahari, nyumba, kila kitu nitatoa mwenyewe. Nimejistiri usichana wangu kwa muda mrefu sana, usichana wangu nimeutunza kwa maana mimi nataka nistirike, ili niwe mke tu basi, kila kitu utakuta kwangu, ili na mimi niite mume wangu, mume wangu, yaani, weka bila lolote wewe, nataka unistiri tu, nami niitwe mke, jamani. Lakini vilevile yawezekana ulikutana na hii pia jamani Natafuta mume, sijapata bado mume wa kunioa. Muhimu awe napumua tu bure. Yani kabila sijui pesa, yani usijali. Hasa mimi nataka bure bure, muhimu anapumua tu. Pesa kila kitu kwangu, muhimu na mimi nistirike, nitwe mke jamani. Hmm? Nipo hapa, sina mambo mengi, muhimu anapumua tu. Hmm? na ulikuwa hujui uh, huyu ni nani. Uh, leo nimepata wasaa mzuri wa kuzungumza naye uh, na nadhani nina maswali mengi sana ambayo nitamuuliza ambayo nahisi hata wewe pia uliokuwa unatamani kuyajua hayo kiundani zaidi kutoka kwake. Aitha, mambo vipi? Poa, mzima, fresh uko, fresh? Niko fresh. Uko? Niko. Naendeleaje? Nashukuru Mungu. Kumbe hata live uko vizuri kiasi hichi. Asante <laughs> okay, kiasiciasan. Uh, vipi, mbona mrembo sana wewe umekuwa ukipenda kutumia filter kwenye baadhi ya video zako, wakati unaonekana tu hata naturally wewe ni mzuri hey, sijiamini, ndio maana tumia filter. Ujiamini? Ndio. Okay. Hongera sana, umekuwa miongoni mwa content creators ambao sasa hivi wanaenda viral, hasa uh, kama kwenye TikTok. Naona video zako zina trend sana. Unajisikiaje kuona content unazofanya zinaenda sana duniani? Najisikia vizuri sana tu okay. mm. na Hivi kati ya TikTok na Instagram ni ipi unaipenda sana? Ni ipi platform ambayo wewe auwa una unaipenda sana? Naipenda sana sasa hivi TikTok kwa sababu Instagram kidogo followers kupata tabu tofauti, mm. na TikTok TikTok kupata followers ni rahisi sana. Okay. Ok, uh, ongera sana kwa mara nyingine tena. Asante. Okay. Uh, natamani tuzungumzie baadhi ya content ambazo umekuwa ukiziweka kwenye mitandao ya kijamii na sometimes zimekuwa zikisababisha maswali kwa walio wengi, na hata sisi pia kama waandishi wa habari tukishare video zako tunapokea message na calls kutoka kwa watu mbalimbali wakikuulizia. Uh, miongoni mwa content ambazo zilikupa platform kubwa au zilikupa sana jina mjini, naamini ni pia zile content ambazo umezungumzia swala la kutafuta mume Unatafuta mume eh, ukasema kwamba ulisema kwamba eh, awe tu anafanya nini, muhimu awe anapumua tu, lakini pesa, kula nini, kila kitu kwako, kwa si ndio? ehe <laughs> zile ni content ambazo e zilienda viral sana na zikatufanya sisi tupate shauku ya kukutafuta ili tuzungumze na wewe kwanza. Uh, kabla ya kwenda ku, ku, moja kwa moja kwenye hizo content, natamani kujua Itham ni binti wa aina gani? Mimi ni mtu ambaye wa kawaida na imani mvumilivu yani na subra yaani vitu ambavyo vizuri vizuri ndo navumia Okay. <laughs> uh, vile, vile wewe ni binti mwenye umri wa miaka mingapi kwa sasa? hey, mpaka haya ishirini na mbili, ishirini na mbili. Uh -huh. Okay. mbili una unaifurahia una una kwa kiasi gani miaka yako hiyo ishirini na mbili kwa sasa? naifurahia vizuri alhamdulillah namshukuru Mungu. Okay. Aitham ni binti ambaye anaishi nyumbani kwake Aiza na kwao. Mimi naishi kwetu. Naishi kwenu baba na mama. Okay. Baba na mama wote huko. Eh, niko nao bila wao siwezi kutoboa. Oh. <laughs> Okay. Kutoboak uh, hongera sana kuwa na wazazi wako wote wawili kwa miaka 22 pia ni bahati. Eh, sana. Alafu chengine ilikuwa nataka kuongea kitu kimoja. mm -hmm. Kuna watu ambao hawajui, wanazusha maneno kwamba mimi sikae na wazazi wangu. Mimi nakaa na baba na mama. mm -hmm. na familia yangu yote nakaa nao, ila ndo nakuwa nafanya kazi da na huku da, pia sikodi. Okay. Eh, lakini mimi nakaa na baba na mama, bila wao siwezi kuishi. Okay, kwa hiyo wazazi wa wapo da? Wako wapi wazazi wako? Zanzibar, ila huku ndo da na kuja kufanya kazi. Unakaa sana da, au uko Zanzibar da ndo unakuja kwa muda unarudi? kwa miaka ya nyuma mm -hmm. ilikuwa nakaa sana Zanzibar okay. Ila sasa hivi kwa vile kila ninavyoenda alhamdulillah ni sana niko da kuliko Zanzibar okay. uh -huh. Tuzungumzie sasa content ambazo uko ukifanya. Ni kweli kwamba Aitham anatafuta mume wa kumoa au tayari mume amepata? Mimi ni msanii mm. kioo cha jamii, ile ni contact tu, wengine wamechukulia vibaya, lakini mimi msanii, niliamka siku ile nikasema le nifanye contact mm -hmm lakini watu wamelichukulia kivengine zaidi. Mimi nimeongea tu so kwamba ndio kweli, nimesema tu okay. so kila neno ambalo linasemwa, wewe ukaamini, mengine atakiwa uchunguze, ndo hivyo. Kwa hiyo so kweli kwamba ulikuwa unatafuta mume, ni content tu ulikuwa unatengeneza kwa sababu ya kutaka kupata engagement eh. okay. siku nyingine naweza nikaamka nikaanalia, siku hmm. nyingine nika namuka, na nacheka kwa sababu mimi ni msanii okay. mm -hmm. baada ya kufanya ile content, ulifanya video kama mbili za maudhui yale, si ndio? Uh, baada ba ya ba kufanya ba ba zile uh, video zilienda viral sana baadhi ya watu mbalimbali walishare na wakapata numbers, na maana watu wengi sana walitazama. Natamani kujua after zile video kwenda viral duniani nini ambacho kilitokea kwa upande wako? Kwangu mimi kilichotokea kibaya. Kitu gani? Watu wanaambia, unatafuta mume, unajaibisha mume hatafuti mtandaoni, lakini mi nimefanya vile kama mimi ni msanii, yani vile nimeongea tu, sio kama kile nachoongea yani ni kweli okay. E, zile video ulifanya ukiwa kwenye mahusiano au uko kwenye mahusiano? kipindi kile ilikuwa kwenye mahusiano e. Yawezekana, zile video kuna namna ziliaffect mahusiano yako? Eh, ziliniathiri kwa sababu niliambiwa mimi mwanamume wako, kwa nini unatafuta mume? hmm. Mimi ni msanii akaelewa okay, lakini mwisho wa siku mkawekana sawa, maisha akaendelea, anajua kwamba mimi nimesema tu, kwa sababu yale maneno mengi ndo alomfanya mimi kuniuliza, lakini S anajua kwamba mimi sitafuti mume okay. Na kwa upande wa familia, je? Familia wamejua kama mimi ni msanii nimesema tu mm -hmm. Ila mama pia aliniuliza, mbona Aitha umesema hivyo, natafuta kweli? Kwa sababu mi ananijua mm -hmm nachagua mwanaume kwa maana hiyo. Akaniambia, kweli mwanangu natafuta mume? Nikamwambia, hapana, mimi ni msanii tu, lakini tutarajie eh. mm -hmm. mm -hmm. labda kama itatokea unahitaji mume seriously, utakuja vile vile kwenye platform zako kutangaza kwamba anahitaji mume eh? sidhani kama itatokea vile, nikasema mtandaoni mm -hmm. haiwezekani. Ni kweli kwamba baada ya pale kuna watu mbalimbali mbali ambao walijitokeza wakitaka kukuoa, wengine walikuja labda moja kwa moja kwa wazee au wengine walikufata mwenyewe Wengi walikuja kwa wazee, walinifata DM, walinifata live live, hata njiani nikipita huko madukani, majumbani majumbani, majumbani wakiniona, wewe ndio unatafuta mume? Kwa maana mimi nilikuwa naona haya na kwa sijibu kitu. Hivi ushaifikiria ndoa labda kwa sasa hivi? Bado. Kwa nini? Sijamuona mwanamume ambaye anaendana na mimi. Ujaona mwanamume ambaye anaendana na wewe? mm -hmm. kuendana na wewe, we hapo, kuna wanaume ambao watajiuliza maswali, kuendana kivipi? Awe na tabia nzuri, aniheshimu, anijali, respect, apende familia yangu, ajue mimi nataka nini, sipendi hichi mm. kama hivyo okay. Um, e, katika wale ambao walienda nyumbani kwa mzee, wale wanaume ambao baada ya kuona video zako wakaanza kumcheki mzee kwamba mzee, mimi nami nina kijana wangu hapa, nataka amchukue binti yako, au mimi mwenyewe nataka nimwoe binti yako, mzee alikuwa anawajibu nini? Kwa mzee alivyokuwa anazungumza nawe Babangu si mtu wa kuongea mm, kama mie babangu ni mtu ambaye ni wa kunyamaza mm. Kwa maana alinifuata mie, alinitania, aliambia wewe, watu wanakuja kukuoa, nitakuozesha kwa lazima yeah. Kwasa, baba angu, ajeku, kwa sababu mi babangu hajaje kumtamkia kwamba n yani, nitaka nikuozeshe hajawa yala mamangu yaani hajaje yeah. kunifosi ndoa mi baba wala mama, kama mm, vile maneno alizidi, ndo akanambia nitakuozesha kwa lazima kwa sababu yale mm maneno ndo aloniambia hivyo, lakini yeah. mi mzee wangu aja kuniforce kuolewa wala mamangu wala babangu wala yeye hajaye kunitajia hivyo hivi hivi. mm. E. Eh, kwa taratibu za Zanzibar huwa ni zipi? Binti akitaka kuolewa, mahari anapanga yeye au wazazi ndo wana, wana, wanapanga kiasi? Inategemea kila mtu na kabila lake. Wengine mahari anatolewa na mama, wengine mm. na baba, mwingine mwenyewe. Inategemea mm. na alivyo mwenyewe hivi. kama kabila lenu nani, ana, nani anapanga? Kabila letu yeah. mwanamume ndo anatoa mahari yeah. nani anapanga kiasi yule mm. ambaye anatoa ana, ana si mwanaume anakuja kwenu, anataka kukuoa? Yule mm. ambaye anaomba mahari kwamba mi binti yangu nataka olewe kiasi hichi, au wewe mwenyewe ndio utataja mahari yako? Mahari ni swala la kuwe mwenyewe au mzazi wako? mm. Lakini kwa haraka haraka, kama wewe unaona ndoa ikija, ni milioni mia ngapi zinatakiwa meza? Milioni mia ngapi? Hamna, sio. Milioni mia ngapi? Hapana. Atochosema mzee, kama kataja kikubwa nitaambia punguza. Ehe, lakini kwako, kama ikiwa nyingi nyingi nitaambia punguze mahari. So nini hoja kukaa pamoja kwenye ndoa basi? Lakini hata kama ukisema uolewe, uwezi kuolewa chini ya mahari kiasi gani? Mi hata msaafu msaafu tu naondoka, muhimu nampenda. Mm. upo kwenye mahusiano sahivi? Msingo uko singo kweli kwa Yes, Kwa nini? nini kwanini kwanini e, binti mzuri afu kwa Kwa single why? Sipendi ananipa stress. Kwa hiyo hmm. hmm. Uliyekuwa uliekuwa naye sasa hivi alikuwa anakupa stress ukaona umtupe mbali. Eh, stress sipendi zahma. Okay. Hivi hmm. Aitham, niambie tu kweli. Ume, umekuwa kwenye mahusiano na wanaume tofauti tofauti au mmoja wawili, tuseme si wengi lakini, natamani kujua, kwenye mahusiano yako shawahi kutokea ukamuonga mwanaume? nishawahi kuonga sana au kuonga mara moja sana? umeonga sana. Mm. Sasa nini kilitokea mpaka ukawa umeonga umu, sana alafu bado ukaacha y yani, kuonga unajua, sio tatizo mm. tatizo walikuwa haniheshimu mm. hajatulia, malaya malaya, nikaona bora ni move, kwa sababu kashanifanya mambo mengi, alionifanya mimi moyo wangu mm. usipende tena, kwa maana mimi nime move on, nikamwacha na maisha yake, hapo ndo akajua thamani yangu mm. na mimi pale nikaa sina mapenzi mm. tena. Okay. bora Niishi maisha mengi. Kwa hiyo alijirudi baada ya wewe kumwacha? Alijirudi, mpaka sasa akajirudi, lakini mimi sasa hivi Nataki kuwa naye tena. Sitamani hata kumuona. Kipindi hicho ulikuwa shoko kwa star kama sasa hivi au bado? a, -a. Kipindi niko naye? Ilikuwa bado bado. Bado sasa. Naamini kwenye meseji zake sasa hivi atakuwa anaandika, kwa sababu umejipata sasa hivi yani, ni star tena, unitaki tena. Ameweka kuandika hivi. Yaani kabla sijajulikana, yeah. Alionyesha kwamba kajirudi, lakini yeah, bado mimi moyo wangu Niki kuacha, niki kuacha, mimi nikikuacha nimekuacha. Mimi kupenda, nikipenda napenda sana, nikiacha nimeacha. Niki mimi nakuwa, nikipenda nachelewa sana kumuvu, kwa maana nikiacha nimeacha, tena nakuwa nakuchukia zaidi. Kwa hiyo ni kweli kwamba sasa hivi umpendi tena? Simpendi, namona sijui kama kaka kaka yangu mdogo wangu mm, sina hisia naye tena okay. Mm. Uh, unapenda sana vijana wa rangi gani? Mi rangi sitizami mi, yoyote awe blue, mweusi, kijani yoyote wangu Mpenda tu, muhimu nimependa basi. Kabila je, kabila pia sitizami mimi. kwenye mahusiano kwenye wao uchagui kabila wala rangi? Sichagui kabila, sichagui rangi, sitizami ufupi, urefu. mm. awe okay. na nidhamu tu, lakini uh, kwenye upande wa imani je, unaweza kuolewa na mtu ambaye ni nje ya imani yako au ni lazima awe mtu wa dini? Mwenye imani lazima awe nayo, huwezi kukaa na yo, mtu ambaye hana imani. Yaani inamaanisha dini Labda unaweza ukapata mwanaume ambaye ana viwango vigezo vyote unavyotaka, lakini labda ni Mkristo. Kwa sababu unajua wewe ni Muislamu, mimi ni Muislamu, wazazi wangu ni Waislamu kwenye dini. Kama atakubali, ataingia kwenye Uislamu, kama hakubali, itabidi mimi na yeye tusiwe pamoja, kwa sababu mimi Muislamu, wazazi wangu Waislamu, siwezi kuwa mimi Mkristo. okay. hmm? umewahi kumpenda kijana lakini ukashindwa kumtongoza? Au umewahi kumtongoza mwanaume? Nishawahi kumpenda lakini sitae kumtamani, yani kumtongoza, yeah. sijawahi mm. Ila kuna mwanaume uliwahi kumpenda ukawa ukimwona tu roho yako inakuwa kwatu sana? Ishawahi kutokezea hiyo? ilikuwa wapi? hapa hapa Zanzibar, ilikuwa Zanzibar. mpaka sasa hivi wewe unamwona? Ah, kawaida tu yeah. mm. Kawaida, amekuaje kawaida sasa? kwa sababu nishakaa naye, nishamjua nisha kwa maana namona mtu wa kawaida. mtu ukikaa naye mbali kwa hujajua tabia zake unamwona mtu mzuri lakini mtu kisha kumsoma unamwona kawaida, tukiona tabia zake hazieleweke zile, kuna mwana kawaida tu. okay. uliniambia kwamba shoi kumuonga mwanaume hivi unaweza ulimuonga hela, ulimuonga kitu cha thamani au vitu vya thamani, kwa sababu uliniambia umeonga sana hela na vitu vya thamani. Na siwezi kusema, unajua mtu ukimpa kitu sio lazima utangazie, kwa sababu kwa sababu yani, si kitu kizuri. mimi hata yani, wengi kupa kitu mm. haitakiwi, nitangazie na kwa sisi si kitu kizuri na haifai kumpa mtu yani, ukatangaza okay. Baadhi ya watu husema kwamba si vyema, yaani baadhi ya wanawake haswa wanaamini kwamba mwanamke tu ndo anastahili kuongwa na mwanaume, mwanamke astahili kumwonga mwanaume. Hawa unawaambiaje? Mwanamke anastahili kumwonga mwanamme, mm -hmm, na mwanamme anastahili kumwonga mwanamke wote. Okay. Waongane wote, waongane, kwa sababu mapenzi lazima kusaidiana. Kuna huyo akikosa huyo akipata, anatakiwa wasaidiane, so anatoa mmoja tu, mmoja atoe haiwezekani, labda awe hana kama hana hapo, tena sawa, naweza kamvumilia tena, akawa hana tena akimwatna ainakwaso vizuri mm. hivi yeah. Unapenda kudate na wasanii wenzio au vijana ambao sio wasanii mm. Mimi yoyote atake kuja, we msanii au si msanii mm. kawaida tu, yote tu kawaida. Kawaida. <laughs> kawaida. <laughs> katika mahusiano ambayo katika mahusiano kadhaa ambayo umepitia, umegundua kwamba wanaume huwa wanapenda sana nini kwako? Mwanaume anapenda kusikilizwa, yani awe ya mdogo awe mkubwa, anapenda kusikilizwa, yaani akisema ya mi nitaka kunifanya hichi umfanyie nawe mm -hmm. <laughs> hilo huwa unafanya nafanya. mm -hmm. Kama yeye akiona yeye ananisikiliza, tunaendana namsikiliza, lakini yeye hanisikilizi baba, nami simsikilizi. Okay. mm. unapenda sana kwenye maisha yako huko mbeleni, unatamani je kuolewa na maskini au tajiri? yoyote atakuja kwenye maisha yangu. Unawezekana ukaolewa na mwanamume tajiri mm. lakini akakutesa, akana kudharau, anakuona wewe si maana, si lolote, si lolote, si chochote kwa sababu nini? ni ni nini ni maskini ye tajiri yeah. Nawezekana pia ukaolewa na maskini pia akakunyanyasa. kwa maana yoyote atakuja kwenye maisha yangu muhimu ananijali, basi mm. mm. sifa zako mbili kuu ni zipi? ambazo wanajionaga we unazo sifa zako. Mimi ni mtu ambaye mpole, mvumilivu mm. na imani ni mtu ambaye wakulialia sana, mtu akinikera mm. Sema mimi sipendi kujibizana na mtu, ni mtu ambaye mimi wa kunyamaza kimya. Nimetonywa leo umetoka kununua simu iPhone 17 kweli? Uongo, uongo, uongo. Alafu sio kila kitu una yaani, unajitangaza kama mimi nimefanya hichi, sio vizuri, ni husda. Ah. kwa sababu wengine wanakuwa hawakimiliki kile kitu, wanakuwa hawana uwezo nacho. Kwa maana ukitaka kununua kitu chochote, unatakiwa ni usiongee mbaya kile kitu umetimiza. Okay. una wadogo zako? Nao au nao wakubwa, nao wakubwa, wakubwa na wadogo. Je, wadogo pia nao hmm. mm. na unaga sometimes una shuti uko na mabinti fulani hivi. wale ni ndugu zako, aidha ni marafiki? na dada wangu mmoja hmm. na mdogo wangu mmoja. Hujawahi kupata pingamizi kwenye maisha ya familia kwamba wakakupinga kwamba hatutaki uachana na hizi mambo za mtandao, labda kwa upande wa jomba, mashangazi Ipo, inatokezea changamoto, kwa sababu watu wanajua sanani uhuni, ila kuna baadhi ya wengine wananisapoti, kuna baadhi ya wengine hawanisapoti wamoja. mm. mm. na kusapoti wengine. Unajua, katika dunia huwezi kupendwa na wote. Kuna wengine wananisapoti, kuna wengine hawanisapoti, ila mimi kwa saivi wananisapoti ni watu ambao nawapenda, kwa maana hatasishughuliki. Jamani, okay. mm. mliokuwa mnadhani kwamba Aitham anatafuta mume, si kweli. Anasema alichokifanya ilikuwa content tu. Alikuwa anataka kwenda viral, so wale ambao mmekuwa mkitu cheki DM kwamba oh, nipe namba za huyo binti nipe namba za huyo binti, huyu binti hatafuti mume, lakini yuko single. Nimekosea? Eh, sina mchumba, niko single. Uko single. <laughs> mm. sasa, sasa iha kama una, una mchumba, uko single ina maana vijana bado wakisema, wakianza kukusumbua DM sio mbaya sio mbaya, lakini unatizama na mtu mwenyewe. mm. Hivi eh. baada ya zile video ni DM ni ngapi ulipokea za wanaume wakikutaka? mm. Yani, he nyingi sana yani, ni nyingi sana sana, nani siwezi kukwambia ngapi, lakini ni nyingi sana ila sijajibu DM hata moja. Kwa nini? Sasa mbaya soro mbaya, sipendi mm. tu yani yani, nimesema tu ile just masara, lakini ndio hivyo watu wamechukulia kweli, lakini ndio hivyo masara tu Okay. Unalipi ambalo unaweza kuambia mashabiki zako, followers wako ambao ni wa Instagram na TikTok, unaweza kuambia kitu gani? Nawapenda sana, wananisapoti mm, na wananichukia pia, nawapenda. Unajua katika maisha huwezi kupendwa mm, na watu wote. Napenda sana mashabiki zangu sana, wanakuwa ni watoto wadogo, wananipenda sana nami pia nawapenda mm. Wanonichukia, waendelee kunichukia, wananifuatilia waendelee kunifuatilia na wapenda wote, sina hmm. la kusema zaidi, sapoti yao ndo nzuri kwangu mimi mpaka kufika hapa. Kwa nini hatuja kuona kushirikiana na content creators wengine kwenye kushoot hizi clip, clip kama akina baba Njera akina Fei Momo na wengine na wengine eh, wengi wengi? kwa nini ni kwamba hujaanza kutafuta connection nao, aidha utaki? So kama staki, unajua katika maisha usitake kitu kwa pupa. Sawa. Na hiyo bahati sijawahi kupata, yani vile yani kukutana nao, ila naamini inshallah ikifika muda wake mm. zitaita tu simu mpaka mm -hmm. hapo alipofikia. Alhamdulillah, namshukuru Mungu, kila kitu kinatakiwa ende kido, kidogo kidogo. Sitaki kitu kwa pupa, naweza ukataka kitu kwa pupa baadae ikawa kwa mtihani mm. mm. nilembo nampenda sana Harmonize, ni kweli uw <laughs> sta kunigumbanisha mesa hivi, eh <laughs> mi wasanii wote nawapenda, wasanii wote mm. mm. wasanii wote wa Tanzania wasanii wote amna hata mmoja namchukia. hmm. hmm. So, sasa hivi tutarajie zile content ambazo anaziposti tu TikTok aidha kuna namna unakuja kivingine kitofauti kivingine. Mimi msanii natakiwa nibadilike. Sasa hivi nimeambiwa una shoot movie. Na shoot movie sana sasa hivi na shoot series. So movie series itaanza kuruka lini? Na itaruka kwenye vingamuzi au mtaachia kwenye na YouTube? Ndio, niko katika kushuti. Ni mbona zinaruka video zangu, movie series yani, sasa hivi niko katika Mbio. Okay. Moja anaitwaje? Muuza maji. Avintishi. Okay. Sasa hivi niko katika move na shooti na Bambo Mhm. Mm -hmm. Mm, na baadaye mtanga tunakwenda kwenda. Okay. hivyo hivyo mdogo mdogo mm. Hizo hmm? zinapatikana kwenye YouTube si ndio? Sindio zote YouTube zo. Okay. Mashabiki zako wanatamani kujua wale ambao waja kufollow. Kwenye TikTok unaitwa nani? Haitham Actress. Kwenye Instagram? hiyo hiyo Haitham Actress, Haitham Actress Snapchat zote. Okay. Basi Aitham, nakushukuru sana sana. Nakushukuru wewe, nawashukuru watazamaji na wapenda wote wazidi kunisapoti. hmm. Asanteni sana, nawapenda, nawapenda. Asante. <laughs>